Hello guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye chaneli hii. It's me teacher Sharaki, kama kawaida. Leo tarehe 3 Oktoba 2025, tume ya vyuo vikuu Tanzania imetoa taarifa kwa umma inayohusu kuongeza muda wa udahili wa shahada ya kwanza katika programu ambazo bado zina nafasi kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania TCU inaofahamisha umma, taasisi za elimu ya juu na wadau wa elimu ya juu ndani na nje ya nchi kuwa udahili katika awamu zote mbili kwa ngazi ya shahada ya kwanza katika taasisi za elimu ya juu nchini kwa mwaka wa masomo 2025 2026 umekamilika. Majina ya wadahiliwa katika awamu ya pili yatatangazwa na vyuo husika tarehe 6 Oktoba 2025. Waombaji waliodahiliwa katika chuo zaidi ya kimoja waombaji waliodahiliwa katika chuo zaidi ya kimoja katika awamu ya pili na wale ambao hawakuweza kuthibitisha udahili katika awamu ya kwanza wanapaswa kuthibitisha udahili wao katika chuo kimojawapo kuanzia tarehe sita hadi tarehe kumi na tisa Oktoba elfu mbili ishirini na tano. Uthibitisho huo utafanyika kwa kutumia namba maalumu ya siri iliyotumwa kwa ujumbe mfupi kupitia namba zao za simu ama barua pepe walizotumiwa wakati wa kuomba udahili. Wale ambao hawatapata kwa wakati ujumbe huo wanashauriwa kuingia kwenye mfumo ya udahili wa vyuo vikuu walivyodahiliwa na kuomba kutumiwa namba hiyo ili kuweza kuthibitisha katika chuo husika. Aidha, uthibitisho wa udahili ufanyike kupitia akaunti ambayo mwombaji aliyombao alitumia wakati wa kuomba udahili. Kwa urahisi wa rejea, orodha ya majina ya waliodahiliwa katika chuo zaidi ya kimoja itapatikana kwenye tovuti ya TCU kupitia www.tcu.go.tz tarehe 6 Oktoba 2025. Namba tatu, kufunguliwa kwa awamu ya tatu ya udahili 2025 2026. Baada ya kukamilika kwa awamu zote mbili za udahili, tume imepokea maombi ya kuongeza muda wa kutuma maombi ya udahili kutoka kwa jumuiya ya wanafunzi kutoka kwa jumuiya ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu Tanzania Tahliso na vyuo vya elimu ya juu kwa programu ambazo bado zina nafasi. Hivyo tume imeongeza muda wa udahili kwa kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili itakayoanza tarehe sita hadi tarehe kumi Oktoba 2025. Tume inawashauri waombaji wote ambao hawakuweza kutuma maombi ya udahili ama ku hawakuweza kupata nafasi ya udahiliwa katika awamu zote zilizopita kutokana na sababu mbalimbali mbali, watumie fursa hii vizuri kwa kutuma maombi yao ya udahili kwenye vyuo wanavyovipenda. Aidha, tume inapendekeza vyuo vyote vya elimu ya juu nchini kuendelea kutangaza programu ambazo bado zina nafasi ya udahili ili waombaji udahili na vyuo wanapaswa kuzingatia utaratibu wa udahili wa awamu ya tatu kama ilivyoainishwa katika jedwali. Jadwali hili linaonyesha kwamba tarehe sita mpaka tarehe kumi Oktoba 2025 itakuwa ni kutuma maombi ya udahili katika awamu ya tatu. Tarehe kumi na nne hadi tarehe 16 Oktoba 2025 itakuwa ni vyuo kuwasilisha tume majina ya waliodahiliwa katika awamu ya tatu. Tarehe 20 Oktoba 2025, vyuo kutangaza majina ya waliodahiliwa katika awamu ya tatu. Tarehe 20 ya Oktoba 2025 hadi tarehe tatu Novemba itakuwa ni kuthibitisha udahili kwa waliodahiliwa zaidi ya chuo kimoja katika awamu ya tatu na wale walioshindwa kuthibitisha udahili wao katika awamu za udahili zilizopita. 4. Wito kwa waombaji udahili. Waumbaji udahili wa shahada ya kwanza wanakumbushwa kuwa masuala yote yanayohusu udahili ama kujithibitisha katika chuo kimojawapo yawasilishwe moja kwa ya moja kwenye vyuo husika. Kwa wale ambao watapata changamoto katika kujithibitisha, vyuo vyote vimeeleza kupokea taarifa zao na kuzitafutia ufumbuzi wa haraka kwa kuzingatia miongozo na taratibu zilizowekwa. Tangazo hili limetolewa na Profesa Charles D. Kihampa, Katibu mtendaji Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania. Endelea kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata updates mbalimbali kuhusu masuala mazima ya elimu. Asante.